Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa Tuanze simulizi letu la leo. Hii ni sehemu ya tano ya simulizi yetu ya Humphrey Pole Pole, ila usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ tynfilmtz, okay? Mnamo tarehe 24 Oktoba 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania Tawi la Dar es Salaam ilitoa uamuzi ambao ulimtia hofu taifa kesi ya habeas corpus iliyowasilishwa kwa niaba ya Humphrey polepole ilifutwa kwa sababu mahakama ilisema walitolewa ushahidi wa kishtakiwa sana ambao hawakuthibitisha kwa hakika kwamba alitekwa. Katika hati ya kesi hiyo, wakili wa familia Peter Kibatala aliainisha kuwa Humphrey alitekwa nyumbani kwake Ununio, Kinondoni wilaya Muda mfupi baada ya hotuba yake kali dhidi ya serikali, mahakama ilikiri kuwa maelezo yaliyoletwa yalikuwa mashaka zaidi kuliko ushahidi wa haki, na hivyo kesi ikaamuliwa kufutwa, lakini kesi inaendelea kwenye ngazi ya rufaa. Baada ya miezi kadhaa tangu kutoweka kwa Humphrey Polepole, taifa la Tanzania lilijikuta katika hali ya sintofalamu. Mahakama Kuu ilikuwa imetangaza rasmi kwamba kesi ya Habeas corpus iliyofunguliwa na familia yake haikuweza kuthibitisha kutekwa kwake, jambo lililoibua mchanganyiko mkubwa wa hisia mitaani na mitandaoni. Lakini kimya cha serikali na uamuzi wa mahakama havikuweza kuuzima moto wa hasira uliokuwa umeanza kuwaka miongoni mwa vijana. Mitandao ya kijamii ikawa uwanja wa mapambano mapya. Kila tweet, kila video ya TikTok, kila hashtag ikawa risasi ya kisiasa. Mitandao ya kijamii ilianza kujaa sauti mpya. Vijana kama Mange Kimambi akiwa Marekani walichukua jukumu kubwa kuamsha umma kupitia Instagram live, waliwahamasisha Watanzania kutoishi kwa hofu na kusimama kudai katiba mpya. Wengine kama activist Kenny Majaliwa, Zamzam Kasim na Mike Mwini, wote wakiwa ndani ya Tanzania, walitumia spaces za X Twitter na makundi ya Telegram kueneza ujumbe wa umoja wa vijana kuelekea maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Kauli mbiu yao ikawa sauti ya haki haiwezi kuzimwa hata ikinyamazishwa. Lakini kwa upande wa serikali, hali ilikuwa tofauti. Vyombo vya dola vilionya vikali dhidi ya maandamano yasiyo na kibali vikisema Usalama wa taifa ni muhimu kuliko kelele za mitandao. Polisi walianza kufuatilia akaunti zinazotumia hashtag kama katiba mpya, pole pole, haki na sauti ya vijana, huku baadhi ya vijana wakiripotiwa kufuatiliwa au kuhojiwa. Faida za maandamano kwa vijana wengi, maandamano hayakuwa fujo, yalikuwa kilio cha kutaka haki. Moja, kuibua uwajibikaji wa viongozi walitaka serikali ijibu maswali kuhusu utekaji, rushwa na haki za msingi. Mbili, kuonyesha umoja wa kizazi kipya. Vijana walihisi sasa ni wakati wa sauti zao kusikika, sio kuogopwa. Tatu, kiitaka katiba mpya. Walisema bila katiba inayolinda raia, haki zitabaki kuwa ndoto. Hasara za maandamano. Lakini nyuma ya ujasiri huo kulikuwa na giza la hatari. Moja, ukandamizaji wa vyombo vya dola. Wengine walihofiwa kukamatwa kabla hata ya maandamano kufanyika. Mbili, kupoteza ajira au nafasi za elimu. Baadhi ya vijana walishutumiwa kusaliti nchi na kufukuzwa kwenye taasisi walizokuwa. Tatu, kuchafuka kwa taswira ya nchi kimataifa. Serikali ilihofia maandamano yanaweza kuonekana kama kuashiria udhaifu wa taifa. Wakati hayo yakitokea, dunia haikukaa kimya. Nchini Marekani, msemaji wa idara ya jambo alitoa tamko akisema, tunafuatilia kwa karibu hali ya Tanzania, hususan tukio la kutoweka kwa Humphrey Pole Pole. uhuru wa kujieleza na haki za kiraia ni nguzo muhimu za demokrasia Wabalozi kutoka Umoja wa Yulaya walitoa taarifa ya pamoja kusisitiza umuhimu wa uwazi kwenye kushughulikia kesi ya Polepole Pole na kuhimiza serikali kuchunguza kwa kina. Kwa upande wa kisheria, familia ya Hamfred Tume Pole bado ilikuwa ikiendelea na rufaa. Wakili wa familia Peter Kibatala alikiri kuwa baadhi ya mashahidi walikataa kujitokeza kutokana na hofu ya usalama. Mahakama Kuu ilisema ushahidi uliowasilishwa haukuonyesha kwa hakika aliyehusika na utekaji, jambo lililozua maswali zaidi kuliko majibu. Taifa lilikuwa katika hali ya taharuki, uchaguzi mkuu unakaribia, lakini mijendala ya katiba mpya, kutekaji na uhumu wa kujieleza ndiyo umekuwa gumzo kubwa kuliko kampeni za wagombea. Wengi wanahoji kama, sauti ya polepole pole imenyamazishwa, ni nani atakayesema kwa niaba ya wanyonge? Mitandao ya kijamii imegeuka uwanja wa hofu na ujasiri kwa wakati mmoja. Wengine wakiwa wanahamasisha maandamano, wengine wakijificha nyuma ya majina bandia wakihofia usalama. Kwa sasa, Tanzania inatembea kwenye ukingo mwembamba kati ya demokrasia na uoga. Mange Kimambi na wanaharakati wenzake wamesababisha sauti ya Humphrey Pole Pole kuendelea kuishi hata akiwa kimya. Na vijana wanaoamini bado kuna kesho bora. Wanatambua kwamba wakati mwingine kimya cha haki ni ukimya wa hofu, na kelele ya ukweli ni mwanzo wa mabadiliko. Kwa stori hizi na mwendelezo wa simulizi, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ.